2020 mnyonge eh, ambao anabadilisha eh, uongozi wa rais huyo, ni Munyonge Munyonge, ambao anasema parliament iwe dissolved. Hiyo ni Munyonge eh? you know, saingine tunataka kelele eh, unajua hiyo, watu wengine wanataka kelele. Yule mutu ambao na mdomo mkali saa ingine aleti kitu na baadhi ya kauli za aliyekuwa jaji mkuu David Maraga wakati akizungumza pembeni tu baada ya kuwa amekata shauri kulalamikia sheria ya kudhibiti mitandao. Kwa sasa hivi eh, ni shughuli ambayo imezua mijadala tofauti, upande wa upinzani ukilalamikia kuhusiana na swala hili ikisema kwamba sheria hiyo huenda ikakandamiza wananchi. Tunakumbuka kitu kilichopelekea kuwepo kwa mzogo lililopelekea vijana kuandamana wakitumia mitandao na kadhalika. Kuna wengi wanahoji kwamba kwa, eh, kwa kuweka eh, mikakati ama kubadilisha sheria hii kunaipa serikali nguvu ya kukabiliana na watu kutumia mitandao aidha katika shughuli za kupinga serikali au kutekeleza eh, masuala mengine. Lakini kwa upande wake serikali nayo inasisitiza kwamba eh, sheria hii E, imefanyiwa marekebisho ili kulinda haki za Mkenya na zaidi kukabiliana na uhalifu ambao unaendelea katika mitandao. Kutusaidia katika mada yetu hapa studioni na wakaribisha daktari um, eh, eh, eh, eh, niwe radhi, namkaribisha daktari Makanga ambaye e, ni mtaalamu wetu wa masuala ya usalama e, bila shaka atatuarifu mengi kuhusiana na masuala haya. Daktari Enoch Makanga, karibu sana katika studio zetu. Pia dada yetu amepotea katika muda mrefu, lakini yamkini tumempata, tumemuondoa katika shimo ambalo alikuwa akijificha <laughs> Immaculate Chamada, mchanganuzi e, anavalia kofia nyingi tu, mara anasimamia e, vijana kule mashinani, mara anasimamia masuala e, ya kisiasa na kadhalika. Karibu sana asante sana asante sana katika studio zetu asante asante pia ni mshauri anajulikana katika ushauri wake katika masuala mengi. Pia tuko naye wakili e, Enok Ogada ambaye yuko pamoja nasi karibu sana katika studio zetu. Evans Ogada ni yeye radhi. Ndio maana nimechanganyikiwa kumtanguliza kumzungumzia Daktari Enok. Sasa nakumbuka nani hapa anaitwa Enok na nani anaitwa na, na Evans lakini ndio hali ilivyo. Evans uh, Ogada ambaye ni wakili atatusaidia katika mapana na marefu. Pengine nianzie na hili kwako wewe e, wakili um, Ogada. Mm-hmm ukisikiza sehemu za viongozi kutoka serikali ni kwamba sheria hii e, ama mswada uliopelekea uh, rais kutia uh, sahihi na kuwa sheria ni kwamba ni marekebisho yamekuwepo kwa muda mrefu mm -hmm. na ni marekebisho ambayo yamehusisha wadau wengi mm -hmm. ikiwemo bunge na kadhalika mm -hmm. lakini wengi wanahisi kwamba adhabu inayotokana na sheria hii Mm -hmm. ni adhabu ambayo inaonekana ni ya kukandamiza, mm -hmm. wala sio kulinda tena maslahi ya Mkenya ambaye anataka kutumia mitandao katika njia moja au nyingine. Nafikiri mm -hmm. tufafanulia kuanzia hapa. <coughs> well, wanasiasa kawaida yao watatuambia watavuta kamba pande yao na, na watatuambia sheria iko sawa kwa mtazamo wao na. Mimi kama mhadhiri kama mwanasheria yangu ni kuangalia sheria kwa mujibu wa katiba na na e, uh, kanuni za kisheria no. Mwanzo kibinafsi, mimi na shida na hii sheria ya computer misuse and cyber crimes amendment act diotiwa sahihi na rais mnamo um, wiki uliopita no. Uh, for a number of reasons, ukiangalia section 6 kifungu cha sita cha hii sheria ina create a committee na hii committee kamati inafaa ku imepewa mamlaka nyingi sana na, ya kutathmini what is serious, what is dangerous, na ina mamlaka ya ku even pull down some of the posts na apps na websites. That's a very broad power kupatia kamiti ambayo largely iko na composition kutoka kwa executive, na hiyo uh, section 6 kifungu cha sita inakinzana na section 46. Section 46 imepatia Um, mahakama kuu high court mamlaka ya kufanya vile vile kutathmini uhalali wa some of the postings na kutathmini kama itakuwa pull down or not o so hiyo ni shida, section 6 ya kwanza na. Tukienda kwenye kifungu cha 27 section 27 na shida nayo for number of reasons, ukiangalia uh, vile section 27 ya hii amendment bill imewekwa imebana uhuru wa mahakama wa kutathmini maswali. Watazamaji wakiangalia hiyo section 27 inasema uh, is likely to to cause that other person to commit suicide. Nimrod, watu wengi hapa nje wanatembea na magonjwa mengi ya kiakili. yeah, yeah, yeah. No, no. na wewe mwenyewe unaweza jieleza na uhuru wako bila kujua huyu bwana ama huyu mwanadada ana shida zake za kigonjwa no. So ukimpatia um, um, section 27, ukiweka such wording ukimpatia jaji ama magistrate umembana hivyo, itakuwa shida, kwa sababu kuna rules za kutathmini, tunaziita uh, the causal rules za kuangalia if huyu bwana alikuwa na uwezo wa kujua huyu alikuwa mgonjwa, una so many rules za kutathmini no. ku apportion liability in terms of criminal law no. Ukiweka section 27 vile imewekwa hivi, ina shida na kuna shida zingine niko nazo na section 27 nitaweka no. kituo kwa sahihi kwa sasa na, na, na tutaendelea yeah. Bila shaka um, ni swala ambalo limevutia maoni tofauti hata kwa wadau ambao wanahusika katika masuala ya usalama katika mitandao na kadhalika. Na nafikiri hem tusikilize kidogo tu kwa kifupi eh, kauli kutoka kwa baadhi ya viongozi ambao wanatetea eh, sheria hii eh, na wengi wakiwa ni viongozi wa Kenya kwanza wakizungumzia sheria hii halafu nimuulize eh, Daktari Makanga Hisi zake kuhusiana na uhalifu haswa ambao unaendelezwa katika mitandao ya kijamii. Itakuwa aibu kubwa kuona ya kwamba katika mitandao ya kijamii watoto wanaonyesha watu wakiwa uchi, watu wakifanya mambo machafu, watu wakivuta bangi, watu wakifanya mambo mabaya, na wale ambao wanazungumuza maneno haieleweki ni kukinga kanisa dhidi ya dini potovu, ama cultic behavior and religious extremism. Lengo la pili na muhimu sana, padri, lilikuwa ni lengo la kulinda familia zetu kutokana na mambo potovu ya ngono na maonyesho ya ngono kwa mitandao. Mnaposhika mkono William Ruto aende tamu ya pili, kama jirani tunaomba na nyinyi mtafute majirani akiwemo Ichungwa, ili uongozi uje magharibi, na uongozi haiwezi kuja magharibi. Uongozi itatokea hapa Malava, ikuja hapa Western, ndio Wetangula na viongozi wa hapa wakalie kiti ya enzi. Nafikiri Daktari Makanga, tuzungumzie yale ambayo yamesemwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah na vilevile spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula. Kwa mtazamo wao, kuna uhalifu mkubwa unaoendelea katika mitandao, lakini tofauti na mitandao ama uhalifu ambao tumekuwa tukiuzungumzia ikiwa ni pamoja na uhalifu wa kutaka kuendeleza ugaidi ama kuendeleza mafunzo uh, ya itikadi kali, wanazungumzia sana yale ambayo yanaathiri jamii. Sasa kuna wengi wanahoji kwamba pengine wanaficha sehemi zao katika masuala ya jamii, ionekana kweli wanazingatia jamii, lakini kuna mengine ambayo pengine yatafuata baadaye kulingana na sheria hii ambayo kwa sasa hivi ni pengine sehemi fiche kwa sasa hivi. Asante sana, sana bwana, Nimrod. nimejaribu kupitia pitia na, na kile kitu ningesema ni kwamba ni ukweli ya kwamba kuna wahalifu wengi ambao wamejificha kwa maneno ya ya cybercrime. Cybercrime. Na, na kuna vitu mingi ambayo vinafanyika na wale ambao maybe wachakuwa victims hawezi wakaelewa tunasema nini. Kitu cha tatu cha pili ni kwamba uh, kuna watu ambao wamejipatia kazi strictly kutumia mambo ya cybercrime kujaribu kuiba pesa kutoka kwa watu na kufanya vitu ambao unajua kwamba ni makosa. Shida yangu ni kwamba uh, hawa wa tu walipewa nafasi, niko shua ya kwamba walipewa allowances kupitia hii, hii, hii act na wakaipitisha, ya kwamba uh, iko sawa, ndio rais akaweka kidole. So unajiuliza ya kwamba wakati hii act ilienda parliament na tuko na sheria yetu ya Kenya the constitution the, the constitution ambao tunatumia mbona haja maho kukisha kwamba hii vitu yote viwane so that uh, e, tusikue na vitu ambao unapata mkono wa kushoto unasema hivi na mkono wa kulia unasema hivi so kiangalia ndani unaona kuna mahali kuna mkongano sasa unaona ya kwamba um, ni kweli ya kwamba sasa kuna mahali watu watanyongwa kabisa ukifanya kitu bila kujua ama ufanya kitu kwa kujua kuna mahali italeta shida uko mbele mm -hmm aivyo ndio, ndio, ndio kauli ambao unaishikilia kwa sasa hivi kama mtaalamu. Kabisa. Sawa. Sa. Nitakuja kwako kwa tupatie utafiti ambao kulingana na wewe ama kulingana na nyinyi ambao muko katika masuala ya usalama mmeweza kushuhudia visa vingapi vinavyotekelezwa kupitia njia za eh, mitandao na watu wanatumia njia hizo kwa namna gani? Je, kuna ulegevu? Kwa sababu kuna wengi wanahoji pia kwamba kuna njia moja unatunga sheria, lakini kama huna rasilimali za kukabiliana na wale halifu katika mitandao itakuwa ni kazi ya bure. Eh, dadangu Immaculate, pengine nije kwako kwa sababu kuna baadhi ambao wanahoji kwamba huenda kuna njama ficha ya serikali ya kujaribu kukabiliana hata na vijana wa kizazi cha Gen Z katika semi zao na kadhalika. Tukubaliane kama jamii kwamba kuna wakati ambapo kizazi cha Gen Z kilitumia mitandao vibaya kuchukua mfano viongozi na kuweka kwenye masanduku majeneza na kadhalika, huo ni uhalifu wa kimitandao. Aidha, kutumia uh, njia uh, za kushirikisha wengine katika uhalifu na kadhalika uh, kutoa uchochezi, kutoa semi zenye uchochezi au chuki, ni jambo ambalo bila shaka sheria hii imetungwa, lakini kwa hisia za wale ambao wanahisi kwamba kuna wale kizazi kikubwa cha Gen Z kilichotumika katika kuanzisha makabiliano dhidi ya serikali mwaka 2024, e, wakati wa e, mswada wa fedha mwaka 2024 2024. Mengi waliyazungumzia katika mtandao, mshikamano wao mkubwa ulitokana katika mtandao. Kuna hofu yoyote kwa watu kuwa sasa hivi wanaisikia kwamba huenda sheria hii ikatumika kukandamiza hata nafasi yao ama uhuru wao? Kuna ukweli wowote ama hakuna? Asante sana. Na kabla sijajibu, naomba na nichukue nafasi um, kutoa rambirambi zangu kwa kifo cha shujaa hayati uh, Raila Molodinga ambaye uh, alipigania masuala ya demokrasia na uongozi bora na, uh, Mwenyezi Mungu ailaze uh, roho yake mahali pema peponi na pia familia na wale wote ambao tumeathirika tunasema pole na. Pili nataka kuchukua nafasi ya ku takia watahiniwa <laughs> nafasi yao nzuri wafanye vyema. Manake hii ndio mtihani wa kwanza kupitia kwa hii mundo yeah, msingi wa CBE. Wana kibarua wa kigumu. Mimi na wewe tunajua tunapofanya mtihani yetu katika shule <laughs> ya Milimani. Ndio hivyo. Nafasi tunapewa chaguo A, B, C, D. Bas. Basi wao wana ndio hivyo illustrate demonstrate. So tunawatakia mema <laughs> kwa hiyo mtihani yao. Basi hii swali ambayo umeuliza uh, mara nyingi wa Kenya tunapenda kuwa na hofu nyingi. Lakini tujue sheria huwa inaundwa, inarekebishwa, manake inaenda na vile wakati unapo unav, unavyoenda sheria imekuwepo ya masuala ya mitandao lakini imeanza kurekebishwa kwa sababu pia kuna vitu vingi ambavyo vimejitokeza. Ukweli tuseme kwamba iwapo unatumia mtandao wako vizuri, hauwezi kuwa na wasiwasi na na shida, lakini ukipata, una wasiwasi ya hiyo sheria, huenda labda pia haujatumia mtandao wako vyema, umejificha na nidhamu potovu. Sio bure unaogopa, manake kama ni swala la uongozi na kukosoa labda uongozi uliopo, sidhani kuna shida. Maanake unakosoa iwapo uko na ile facts zako pale, lakini iwapo unatumia mitandao ili kujificha na masuala mengine fiche, ndio ndio maana tunapata sheria kama hii. So, kwa mtazamo wangu sioni wasiwasi, kwa sababu kibaya ni kibaya na kuna njia nyingi kupitia hata katiba kipengele cha thelathini na tano nafikiria kimesema uhuru na uwazi wa kupata ujumbe, lakini kama tunavyo, na kweli ni mbro tuseme ukweli, tumeanza kutumia mitandao yetu vibaya, tuseme ukweli. Maanake mtandao ilikuwa ya mobilization kuleta watu ili tufanye jambo, lakini imefika mahali vile unavyosema, tumeanza kutumia mitandao kwa sasa hata kutumia kupata wanawake ili tuwaue. Waona ukwe, ukweli useme ukwe. Katika mitandao kwa mfano ya IG, TikTok na kadhalika utakuta hata kuna dada zetu wadogo ambao mm -hmm. wanatumia mitandao kwa mm -hmm. ajili ya mm -hmm. uh, a uchi wao ama kitu kama hicho, na ni jambo ambalo lazima tulikemee hata kama sheria ni kali mno. Lakini swali la kujiuliza, sheria kama hii itatumika vipi kwa mtu mzima na hata kwa mtoto? Kwa sababu nafikiri haijaweka bayana, kwa sababu unaposema kwamba unazuia child pornography, kwa mfano unafikia kiwango gani? Je, ni katika tu tendo la ngono, au hata msichana kwa mfano ambaye anajiuza kwenye mtandao, unaona kabisa katika mavazi, katika kujiweka katika hali ambayo ye mwenyewe anahatarisha maisha yake, lakini anajitafutia umaarufu, lakini hajui kwamba anatenda jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Alafu tusije tukasahau, si Kenya peke yake ndo imekuwa na sheria kama hizi waona ukiona nchi ya Canada ambao hizi uh, nchi ambazo demokrasia imekolea pia nao wako uh, na sheria ya kudhibiti labda utumiaji mbovu wa mitandao na. Hebu tukuje tuangalie hii kesi ambayo labda mawakili wanajua, kesi yenye ilikuwa kule nafikiria ma, uh, um, uh, Marekani na. Ya huyu mtu anaitwa Jeffrey Epstein ambaye alitumia mtandao kufanya maovu, na hapo ndo dunia nzima ikajua kuna utumiaji mbaya na hatujajua je, tunaweza anza kutengeneza sheria ambayo itadhibiti hiyo utumiaji mbaya. Naelewa ni sheria ambayo imebadilishwa saa hizi ama iko inatengezwa, ina tukiendelea. Lakini mbona tusipe nafasi kwanza, tuone mwanzo inatumika vipi mbona tusione kesi gani ambaye hii sheria saa hizi inaweza tumika? Na ndo posa tusome lakini, sisi tumeanza kidogo kusema <coughs> hii ni mbaya, hii ni nzuri. Wacha tuitumie ndo tujue sasa na ubaya wake ama uzuri wa. Na, wakili wa Gada nije kwakwe kuhusiana na swala tu la uh, kamati na pia kipengee ambacho kinazungumzia adhabu ama stiffer penalties mm -hmm. E, katika ha cyber harassment, kwanza tufafanulie kitu kinachoitwa cyber harassment ni kitu gani? Kwa sababu mmeona wengine katika mitandao wanahisi kwamba unapolenga watu wanaotumia mitandao mbona hulengi watu wengine ambao pengine hauko kwenye mitandao, lakini pia wanafanya kitu ambacho ni uhalifu wa kimazungumzo na hata miendeno na tabia. Tutumie mfano huu kwamba katika cyber harassment inawezekana kwamba wewe ukamlenga mtu kwa maneno ya matusi ya uchochezi kupitia mitandao, ukamtumkana, ukamdhalilisha, ukachukua mfano wa kumweka kama kibonzo, ama ukamweka kwenye picha ambapo amelala <coughs> kwenye jeneza na bado mtu yuko hai, lakini tofauti ya hiyo ni kwamba faini yake ni aidha kati ya shilingi milioni ishirini au kifungo cha miaka kumi. mm -hmm. Hiyo ni harassment. Lakini utoke hapo uende nje kwa wanasiasa na tumewaona wengi mm -hmm. wanaotoa cheche za maneno za matusi au hata e, uchochezi wa kikabila au kijamii mm -hmm. lakini hawaingizwi katika maswala haya haya ya harassment, au hata inapofika wakati kuchukulia hatua, tunaona mara nyingi anapelekwa polisi, anaketi siku tatu, anaondolewa mm -hmm. kwa sababu hakuna kesi tena sasa kuna wengi wanahoji kwamba sheria badala ya kuwa kama msumeno hiyo inakata pande zote, inakata pande moja tu. Mwanzo tukumbuke kuwa uhuru wetu wa kunena uko mediated katika katiba no. so hii ndio one of the ibara za katiba ambazo the limitation iko internal Ukiangalia article 33, article 331 inakupatia the elements of freedom of speech yako pale. mm -hmm. Alafu 332 inakueleza the areas that how to hautapewa protection. So ukitoka kwa 332, ukitaka kubana zaidi uhuru huo, lazima uzingatie ratiba ya article 24 mm -hmm. you internally according to the constitution nilimsikia mwanasiasa moja akiongea about international standards tunafaa kumuuliza huyo bwana atueleze international standards anamaanisha nini kwa mm -hmm. sababu international standards tuna international standards kama sisi wa Afrika kuna Malabo Convention on Cyber Security hiyo ni international standard tukiangalia the international convention on civil and political rights ICCPR, international standard. Tukitaka kuangalia kwa ku, uh, kuomba ama kuangalia comparative law tutaangalia the Budapest Convention from uh, the European Union. So ukituambia international standards na mnataka kuweka strict penalties kama hii milioni ishirini, milioni kumi, hiyo standard mmetoa wapi? mm -hmm. uh, the intention ya some of these things ukiangalia for example kuna this requirement that lazima social media accounts ziwe verified. Itabana uhuru wa wanahabari na independent uh, um, practitioners wale wamekuwa wakitupatia some of these stories from mm -hmm. all over Ukikumbuka kama hii scandal ya ilikuwa ni Adani mm -hmm, mm -hmm. ilifichuliwa na kijana mmoja no, no, mdogo no. ambaye alitumia mtandao no. So many scandals zimekuwa leaked kutumia mtandao so, ukianza kuweka lazima tu eh, verify data na uregister data na serikali, itabana uhuru wa wanahabari. Secondly, ukiangalia watu kama whistleblowers, tukikumbuka tulikuwa na ndugu yetu hapa alikufa eh, mapema. Huyu bwana alifichulia scandal ya Goldenberg, atafichua vipi kama mnaweka vitu kama hivi? So lazima tufikirie kwa sababu wanasiasa most of them have been wamekuwa wakikwazwa uh, na some of these uh, vibonzo vimeekwa sijui wako kwenye jeneza na nini. there's a difference between morality na legality. Mimi mwenyewe nimekuwa victim wa kutukanwa kwenye mitandao kwa misimamo yangu ya kisheria. Mimi siongei maneno ya kisiasa, ya kisheria. Na mtu atakutukana, hakutukane mpaka na mama yako, mimi nitamtetea yule much as amenikwaza, mm -hmm. Mm -hmm. In terms of morals amenikwaza, amenikasirisha, lakini kisheria article 33, article 34 inasema nini? Kwa hivyo kuna uhuru wa kunena, wacha watu waseme vile wanavyotaka. Akinikwaza ni tusi, hiyo siyo illegal, no. No, vibonzo vimewekwa no umewekwa kwenye jeneza. Kwa kifupi, kifupi sana bila yeah. kutaja majina, tumeweza kuona mara kwa mara katika mitandao, e, baadhi ya mawakili mm -hmm. wakirushiana hata cheche za maneno Ndiyo. ambao kwa mfano mimi naweza kuiweka katika haya maswala ambayo tunazungumzia cyber harassment, sio? yes, yes. kwamba wakili fulani anam, anamshutumu jaji hiyo ni jaji wa mahakama ya upeo au jaji wa mahakama fulani kwa sababu ya masuala ya ufisadi. Mm -hmm. Sasa hili litakuwa linazuia linajaribu kukandamiza hayo mm -hmm. na wakili ana nafasi gani? Ikiwa pengine anasema ukweli ama anazungumza kwa niaba ya mteja wake kwamba mteja amenyimwa haki mm -hmm. kutoka kwa jaji fulani. Mm -hmm. Je, ile tutaichukulia kama ni cyber harassment, na je, sheria hii itakuwa sasa inakandamiza hata mawakili kujitokeza kutumia mitandao na kusema kwamba kuna jambo fulani linatokea, hakuna haki inayotokea wakati jaji fulani amesimama kwenye e, kesi fulani na kadhalika. Wacha hata mawakili tuangalie, Wakenya wa kawaida wengi wamekuwa wakifichua maovu ambayo wanasiasa wanafanya. Ukianza kubana space ya digital rights namna hii italeta shida, kwa sababu huu uh, mfano umetumia ya mawakili kufichua ufisadi na makosa ambayo inafanyika kwenye judiciary, ambayo yapo, tusijifanye ambapo, uh, ziko, ziko. Ukianza kuweka hivi, kesho jaji fulani, hakimu fulani atasema, oh, huyu anashiriki uh, cyber harassment. mm -hmm. Tutafanyaje uh, in terms of accountability na transparency kwenye asasi za serikali kama unabana uhuru wa kueleza? Ukiwa na shida, for example, ukihisi for example, Nimrod, umehisi Ogada na kuchafulia jina kutumia mtandao, mpeleke mahakamani, sue him. Aha. Uh -huh. Ukiwa na shida ya post ameweka pale, andika officially, andikia Communications Authority, andikia Facebook Because kitu ingine tunasahau ni these companies this Meta kina TikTok, Google na nani? Wana mechanism zao za ndani internal za kutoa posts ambazo they deem offensive including pornography. So hii yetu ni mbinu ya wanasiasa kubana uhuru wa kujieleza. No, yeah. no. Asante sana. Daktari Bakanga kwa kifupi, alafu twende mpumzikoni ma, alafu nirejee kwako eh, tukiwa tunazungumzia swala lingine hapa. mm -hmm. A new offense wanasema unauthorized SIM swap. A newly inserted section 42A target SIM swap, uh, fraud which has become a common tool for financial scams. Anyone who transfers or clones SIM card data without owner consent now faces criminal penalties. Tueleze katika safu hii ya masuala ya uh, uh, usalama wa kimitandao hili swala hili la uh, financial scams linaathiri vipi e, taifa kwa ujumla na hata jamii, na ni kubwa kiasi gani mpaka linahitaji sheria kama hii e, kuweza kubadilishwa na kuwa na makali yake namna hii? Ni, ni ukweli ya kwamba wananchi wengi wamejipata mahali pakumu, wakati unapata ya kwamba mtu ameingia kwa simu yako na ameweza kuchukua pesa, so wakati unajaribu kufuata kampuni ya Safaricom, aa, unajaribu kufuata kampuni ya Airtel, unapata ya kwamba unaambiwa kwamba simu ilifanywa uh, swapping na ni ukweli ya kwamba Um, watu hupata hizi namba kwa sababu kuna mtu wao, tunaenda tuseme katika maseminars sengine, unaenda kwa building unaambia kwamba uache namba namba yako ya wao. Mimi wasiwaji nikienda mahali mtu ananiambia niache namba, anaweka namba nyingine, kwa sababu hujui namba itakuja kutumika namna gani. So utapata ya kwamba wale wakora wengi ambao wako kwa mtandao um, wanazipata hizo namba za ukweli, then kutoka hapo sasa kile kitu kitapata ni kwamba wanaenda kufanya swapping of the sim card na, by the time ukija kukundua maneno yako yameenda mbaya. Kitu cha pili, kuna wakati ambapo unapata ya kwamba unafanya mobile banking ya wewe, uko hapa na una authorize eh, pesa kutoka kwa simu yako kwa kwa akaunti yako kuingia kwa simu then utumie. So, utapata ya kwamba, inahitaji passwords so, utapata mtu amekuja kama hapa Citizen ambapo anachua kwamba, mnatumia wifi moja <muchan> then anakuja kule kwa reception, akiwa kule kwa reception atahakisha kwamba ametumia mbinu za kompyuta kuikia ndani kwa mtandao wa Citizen, then akiwa ndani pale, kwa sababu ni mtaalamu wa mambo ya kompyuta, ataweza kuangalia uh, password ya Maganga ni, ni gani. Sasa so, kama nimeachilia password tuseme ni 5566 ya. Tayari amekuona. Sasa wewe ukimaliza tu kutoa pesa ah uh, tuseme elfu mia moja namna hii mm -hmm. Na tayari anaingia kwa same account anatoa ile balance imebaki. Sasa wewe kutoka hapo uende kwa bank. Banka wanakuambia kwamba hapana ulitoa pesa ukiwa Citizen na ni ukweli ulitoa pesa elfu mia moja ukiwa Citizen lakini, mm -hmm. Sasa jambo ni kwamba hii pesa ingine ilitoka, ilitolewa na namna gani? So unapata ya kwamba tumekuwa na shida kubwa sana ambayo unapata ya kwamba watu wengi wamepoteza pesa kwa sababu ya yeah hawa jamaa kuingia kwa mitandao na anaingia kwa simu kadi ya mtu na unapata ya kwamba amefakia pesa yako imesha na, na, na, najua kwamba kuna banki ambazo sai tukiongea sasa hivi, kuna watu wanapoteza kitu kama milioni moja, unapata mtu anataka hata kujinyonga mm, kwa sababu haamini ya kwamba kweli pesa imefanya nini, pesa imepotea na kujaribu kufuata, unapata ya kwamba uh, police officers wakija kufuata wanafuata, unapata kwamba tena kuna ile tunaita ya kwamba utaalamu utaalamu wa cyber yeah, nitakana no. After hii act no. tukiwe na maofisa wa kutosha ah. ambao watasaidia. Hapo umegonga ndipo maanake, hapo ndio nataka nije baadaye tuzungumzie, kwa sababu kuna tofauti ya kutunga sheria ngumu kama hizi, lakini je, tunazo rasilimali yeah. za kukabiliana na uhalifu ama inakuwa tu ni picha ambayo tutakaisoma, ni sheria tu tutakayoisoma, lakini wakati inapopatikana wahusika inakuwa vigumu kuwapata ama, yes. wahusika wakiwa ni wale wale wamo ndani ya serikali, unakuta kwamba wale wanakuwa na nafasi nzuri ya kukwepa mkono wa sheria, wengine wanatiwa ndani. Nitarejea baadaye na masuala kama hayo e, nimuulize dada yetu Imakuil Shamala aweze kunipa jibu. Mtazamaji, tunaendelea kuzungumzia sheria kuhusiana na mitandao, lakini mbali na haya pia tutazungumzia sheria nyingine e, kuna sheria ya masuala kuhusiana na usafiri wa ndege, kuna sheria nyingine kuhusiana na masuala ya ardhi na kadhalika. Yote hayo tutajaribu changanya lakini kwa sasa tunazamia sana sheria ya kudhibiti mitandao. Tupe hisia zako, tutajumuika pia na wananchi wengine kutoka kaunti tofauti. Usiende mbali, tunarejea hivi punde.